Tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Yanga. Maandalizi yanaendelea vizuri na nadhani tume tuna activation ya jioni leo kubwa, tumesafiri na takriban wachezaji 25 na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu, na kubwa tunaangalia ripoti ya daktari kwa siku ya leo jioni, naamini wote wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Yanga Afrika. Tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Yanga ni timu bora, nikimaanisha yani bench lao la ufundi na nikimaanisha upana wa kikosi chao. Lakini Fountain Gate pia ni timu ambayo ni kubwa, na yenyewe ina mwalimu ambaye chipukizi na ina wachezaji ambao washakutana na timu ya Yanga katika wakiwa kwenye Fountain Gate na wakiwa katika timu zingine. Kwa hiyo all in all, kama sisi tumejipanga kwa ajili ya kucheza na Yanga kesho na kupata pointi tatu. Uh, jambo la kwanza ni kweli Yanga ni timu bora lakini ni binadamu ambaye anatumika. Uh, wana ubora wao ndani ya uwanja lakini pia wana udhaifu wao. Kwa hiyo ule ubora wao tutauheshimu kama Yanga lakini ule udhaifu wao ndio tutakayotumia kupata matokeo kama Fountain Gate. Uh, ni kweli tumefungwa magoli ambaye umeainisha hapo. Lakini naamini kila siku sisi tunakuwa bora kadri siku zinapokwenda na hilo ndio kubwa ambalo tunategemea kuwaonyesha Watanzania Tanzania wakazi wa, wa jiji la Dar es Salaam pamoja na fans wetu wa Fountain Gate, kama tumebadilika tunapokutana na timu kubwa kama ile, tunakuwa bora katika kulinda na katika kushambulia. Ndio, na niwaambie wana Manyara au wanashabiki wa Fountain Gate A, kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa sana, tuendelee kushikamana kuombeana dua, mwisho wa siku tutafanikiwa kwa pamoja. Tunasema kama tumejiandaa mechi ya Yanga vizuri tu, kwa sababu tunawafahamu Yanga vizuri, kama ni timu nzuri, timu kubwa, timu bora, na tunawaheshimu kwa hiyo lakini sisi pia ni wachezaji ambao tunahitaji matokeo kwenye mechi hii kwa sababu ukizingatia mechi ambayo iliyopita dhidi ya JKT tumepoteza, na tui tukapina tena tupoteze mechi mbili tatu mfululizo na sio vizuri kwetu. Yaani, kweli nimeshawahi kucheza na timu kama ya, ni, ni hizo Yanga zina wachezaji ambao wana quality nyingi sana. Wazuri lakini tunapokuwa uwanjani tunacheza 11, sisi wote, wao wako 11, sisi pia tuko 11, so hapo ni kwa umakini kwa sababu wao ni watu ambao wanaweza kupata nafasi moja mbili tatu wakaitumia. Sasa mabeki kama mabeki kama tunavyokuwa tunakiongea kila siku, tuwe umakini sana kuanza mwanzo wa mchezo hadi mwisho, kwa sababu ni watu ambao sio watu wa kuachia nafasi, na sisi tukipata nafasi zetu inabidi tuzitumie, hata iwe moja inabidi tuitumie ili kupata matokeo mazuri. Mimi nawaza wao kila siku, wao wanatusapoti na wawezi wakaacha kutusupport kwa sababu wanakuta tunacheza na Yanga. Hapana, na waza wanatuamini vizuri, na wanaona mabadiliko kabisa ambayo yenye ipo na muda kama na huko kwenye timu yetu, kwenye kikosi chetu cha Fountain Gate, so nawaahidi kuwa tutapambana uwanjani kesho ili tuwafurahishe wao, mashabiki wetu. So support yao ni nzuri sana kwetu na itakwenda kutusaidia na kutumotivate.